Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo asalamu aleikum. Oh, Mungu akubariki mtu wa Mungu, na nataka ujue jambo moja ambalo nimeguswa kuku, kuku- kukuambia ama kushea na wewe kwamba e, lengo la Mungu kumuumba mwanadamu ama hayakuwa makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu na kisha Mungu amchukie mwanadamu, alafu kisha Mungu a amfanye mwanadamu kuishi katika hali ya utumwa. Hayakuwa makusudi ya Mungu hayo, sio makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu na kisha Mungu aka- akamtupa mwanadamu ama Mungu akaona mwanadamu hafai tena akaamua, eh, kumuacha mwanadamu eti kisa Mungu amemchukia? No, ndio maana Bible inasema sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua. Sio hmm, sisi tuliomchagua Mungu bali ni Mungu ndiye aliyetuchagua. Sasa ni nini ambacho nataka niseme? Kwamba lengo la Mungu kumuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu ili mwanadamu aweze kufurahia kila kitu ambacho kinahusika na uumbaji wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Bible inasema kwamba Mungu akamuumba mwanadamu na kisha akampatia mamlaka. Ndani ya mwanadamu kuna mamlaka. Ndani ya mwanadamu kuna kuna haki ya Mungu ndani ya mwanadamu, na hiyo haki ya Mungu ndio ukarimu wa Mungu kwa mwanadamu, na hiyo haki ya, mwana, ya Mungu kwa mwanadamu ndio inayomfanya mwanadamu aishi kwa kujiamini ama aishi kwa haki eh, kana kwamba sio kitu ambacho hastahili. No, ni kwa sababu ya haki ya Mungu ndio maana tuna uwezo wa kufanya chochote tukaishi popote tuka tukala chochote tukavaa chochote kwa sababu ya hiyo haki ya mwanadamu, ya Mungu kwa mwanadamu. Sasa, Bible inasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa sura na umbo na mfano kama wetu, ili huyu mwanadamu asiishie katika tu kuitwa kwamba ni mtu wa mfano wa mwanadamu ah -ah. Aende akatawale samaki wa baharini, aende aka- akawe na nguvu ya kutiisha kila kitu katika dunia. Sasa nini ambacho nataka nikiseme, ni kwamba kitu pekee ambacho kilisababisha mpaka Mungu aka- akaondoa asilimia fulani kwa mwanadamu za si kumchukia Mungu hamchukii mwanadamu hata siku moja, ndio maana kila siku anatafuta mbinu za kumtafuta mwanadamu na kumkomboa kutoka kwenye mikono ya shetani. Ila Mungu alichofanya sasa ni baada ya shetani, ngoja sasa nikupe kisa kidogo. Shetani akaona Mungu amempendelea mwanadamu sana, kwa sababu shetani yeye alijihesabia haki mbele za Mungu kwamba yeye ndio mtoto peke yake ambaye anastahili kupata haki yote ya Mungu. So wakati Mungu amemuumba mwanadamu a, shetani akakasirika. Kwa sababu Mungu aliweka utawala ndani ya mwanadamu, akaweka e, baraka ndani ya mwanadamu na akamtengenezea mifumo yote kwamba sasa mwanadamu huyu aishi kwa amani, aishi kwa baraka, aishi kwa neema, aishi kwa furaha, sio kwa neema, aishi kwa furaha, aishi kwa furaha, aishi kwa sababu neema yote nimeshamwekea mwanadamu apate afurahi, ale, anywe. Yani zile bata ambazo nyinyi mnaziona kwamba eti tunakula bata na nini, yani kila kitu Mungu alishamwekea mazingira mwanadamu kwamba aweze kukipata katika ulimwengu huu na aishi bila stress. Huyo ni Mungu. Sasa wakati shetani amegundua kwamba huyu mwanadamu amependelewa na Mungu sana. Kwa nini Mungu anampa mwanadamu kila kitu? Kwa nini Mungu anataka kumfanya mwanadamu aishi kula kunywa bila kusweti? Shetani akaona kwamba kwa hiyo kwa Mungu anataka kuonyesha upendo kwa mwanadamu zaidi na <coughs> akajifanya, kwangu mimi ananichukia zaidi, ngoja nitafute mbinu ya kuwafarakanisha kati ya mwanadamu na Mungu. Shetani akatafuta mbinu. Aa, akatafuta mbinu kwenye bustani ya Edeni, watu wote mnajua kisa ambacho kilitokea pale kwenye bustani ya Edeni. Baada ya hapo, mwanadamu akaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Na kitu pekee ambacho huwa kinafanya Mungu ajitenge na mwanadamu ama Mungu aondoe baraka kwa mwanadamu ni pale mwanadamu anapoondoa Eh, anapovunja mkataba eh, wa makubaliano kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu anampa maagizo mwanadamu, anamwambia usifanye hiki, mwanadamu anafanya. Mungu ameweka amri kumi mwanadamu azifuate, na akizifuata atapata baraka. Mwanadamu anaamua kuzivunja tena kwa, ba, kwa makusudi anaamua kuzivunja. So Aa, baraka zinaposhindwa kuja mbele kuja kwenye maisha yako, huwezi kumlaumu Mungu, kwa sababu Mungu alikuwekea option ambayo we utaifuata na utakapoifuata hiyo, ataachilia baraka ataachilia neema. So shetani akafaulu katika mbinu yake kumfanya mwanadamu na Mungu waweze kukosana, na walipokosana, Mungu yeye hana shida na baraka alizombariki mwanadamu. Mungu yeye hana tatizo na kile alichokupatia , lakini anachokifanya anaondoa neema. Kuna neema fulani ambayo anaitoa ndani yako, alafu neema ikitoka sasa, wewe ndio utapambana kuitafuta neema. Ndicho alichokifanya kwa mwanadamu, kwamba haya maisha ambayo sisi tunayatafuta, tunalipia ile gharama ya kuto kusikiliza sauti ya Mungu. Kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu peke yake? Ni Adamu peke yake. Sisi wote ni wakina Adamu, kwa hiyo wakati Adamu alikosea ni ulimwengu wote ulikosea. Ko, ikasababisha mwanadamu kila kitu akitafute, ikasababisha mwanadamu kila anachokitaka kwa Mungu akiombe, kila anachokitaka kwa Mungu lazima kitolee machozi ikasababisha mwanadamu kila anachokihitaji kwa Mungu awezi kukipata kwa jasho. kwa sababu ya nini? ya kuto kusikiliza sauti ya Mungu eh? na kuto kufuata maagizo ya Mungu. Ukisoma katika kumbukumbu la Torati, eh, kumbukumbu la Torati ishirini eh, na nane na mstari wa kwanza pale anasema itakapo itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yote ninayo kuagiza hivi leo, ndipo baraka hizi zitakapokujilia na kukupata. Anaanza kutamka kwamba utabarikiwa mjini, utabariki.